Ahmed Kia <laughs> mm, na waliopo daba najua, Stellenbosch ni team kadogo, hakana popularity, yani hakana watu. Sasa tunataka kwenda tunataka kwenda kumzidi nguvu ya watu pale pale nyumbani kwa kufanya mashabiki wa Simba waliopo kutoka mitaa mbalimbali ya Afrika Kusini na wale ambao wanakuja kutoka Dar es Salaam, sisi tuwe wengi pale pale nyumbani kwake tukamfanyie vurugu pale pale sebuleni kwake, nyama aende fainali. Jiandaeni ndugu zangu, waandishi wa habari, kutupokea hapa terminal three arrivals kwa shangwe kubwa, na niwaambie Wanasimba waanze maandalizi kwenye matawi yao ya kuipokea Simba akirejea na fainali mkononi, patakuwa padogo. m na semaji kwa naulizo sasa, vipi sasa hali ya mwenyewe au kwa sasa? Manake alikuwa anaonekana amepata maumivu kwenye ule mchezo uliopita. Ameendelea vizuri, na ndio maana yupo kwenye orodha ya wanaosafiri, amepatiwa matibabu. ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ni misuri tu ambayo na sisi tuna wataalamu wazuri sana kwa hiyo, amepatiwa matibabu sasa, yuko tayari kuitumikia Simba. Kila mtu amekabidhiwa. Eh, tutawaacha sasa hapa anacheza nani sasa mkiwa hapo? Hata <laughs> mimi mwenyewe. Mimi <laughs> mwenyewe niki saa pale Stellenbosch fundi. Eh? Ana fainali? Ana fainali, dai mama. Maana poa.